wanalala mahala pazuri, masilao yao kubizuri. Tutakuwa na jeshi la wananchi imara waliotoa uhai kwa ajili ya kulinda nchi zetu, wanalipwa vizuri, wanalala pazuri.